Dada Raina karibu sana. Asante. Umetokea wapi? umetusikia wapi? mimi nimetokea Kibaha, ila ni mkazi wa Bukoba. Okay, Kibaha ulikuwa kwa nani? nilikuwa kwa dada yangu. dada yako kabisa? mtoto e, wa mm, shangazi yangu. umekuja lini Kibaha? na kama miezi mitatu. Okay. E. kwa hiyo ulikuwa tu uko kwake nyumbani au? E, nilipoko, nilikuwa kwake nyumbani mm. Tunatafuta kazi ya kufanya baadaye, tukaona kwenye mtandao, tukawafatilia mm -hmm. okay. We na nani? Na huyo dada yangu ndo alikuwa na simu kubwa anafatilia. Yeye anafanya nini dada yako? yeah, ee yeah, anafanya tu biashara mm, ya duka. Kwa hiyo yeye tayari ana kazi, ameolewa kabisa. Kwa hiyo alikuwa nakutafutia wewe. Sawa, karibu sana. Asante eh. Kwa hiyo wewe, uh, malengo yako ni nini ya kuja kufanya kazi wa kufanya kazi mm, nifungue biashara za kwangu. Biashara za kwako? Ushawahi kwa kufanya kazi au ndio mara ya kwanza? Kazi za ndani zote zile. Una umri gani? Kazi ya ndani eh. Okay. Ulifanya lini? Kwa muda gani? Kule kule nyumbani, ni mwaka gani ilikuwa Ah, elfu e. mbili hmm? e, na ishirini na nne mwaka jana tu, mwaka jana tu. Jamani, elfu thelathini wadada huku, Wadada Center laki na nusu. Sasa hivi unaenda kulipwa laki na nusu. Sasa kazi za ndani unaziweza vizuri kabisa. Kazi za ndani ni zipi na zipi? usafi mapishi na ulezi, na ulezi. Ulezi. E. E, uko vizuri, nimependa tu ulivyojibu, umejibu kama mtu kweli anayejitambua. Okay, kwa hiyo ushai kulea watoto? shai kulea mtoto wa miaka mitatu? miaka mitatu. Kwa hiyo unaweza kulea vizuri? e, na we mwenyewe una mtoto? a, a, sina mtoto. We una mtoto. Mm. Na kupika unajua? e, kupika, najua. Unajua umejifunzia e, wapi ka wanifundisha mama yangu ayishae eh, kuishi na Zanzibar, kwa sababu mimi nimesomea Zanzibar. Ilikuwaje? Wow. Ukaenda kusoma Zanzibar. Huyo dada yangu ambayo ipo Kibaha mume wake ni mwanajeshi, anakaaga Zanzibar kabla hajajenga huko Kibaha. Oh. Waadi nichukua toka mdogo, nimesoma kwanzia nasara hadi form 2. Okay. Nimesoma private, sema tu kuna matatizo yalijitokeza mm hapo -hmm. mbeleni, akashindwa mm -hmm. kuendelea na shule. Ah okay. Kwa hiyo e, kaishia form 2. Kaishia form 2. Okay. Lakini mm -hmm. kwa unasoma private Zanzibar. Eh, nimesomea private toka nasare, hadi sekondari. Haa. Ah. Ah. Kwa hiyo unajua Kiingereza. Kiingereza najua vizuri, naongea vizuri. Vizuri kabisa. Eh, najua. Eh. Ah. Hebu mm -hmm. niambie malengo yako kwa Kiingereza. Una, una ndoto gani kwa Kiingereza? My dream. Mhm. Mm

like uh, only three millions only three million. yes but i start small i continue to work, if we continue to do work mm -hmm. and i will continue to do work to mm -hmm. to be a biggest anyway. mm -hmm. okay yes. and which business do you think you want to start with i want to open a small i start with a small three million you be enough. Ok, haya, ehe. Zulfa kweli unajua kiingereza vizuri kabisa. Haya, sawa. Ok Zulfa, karibu sana. Raina Zulfa nishamalizana naye jamani. Haya Raina, sawa. oh, dada Raina karibu yes. oh. <laughs> sana yes. Sante. Yeah, na sisi kama ulivyotukuta hapa Wadada Center kazi yetu ni kusaidia wasichana watimize ndoto zao yeah. Na sisi tunaamini kazi yoyote halali ni kazi yes. Alimradi kama ulivyosema, to start small. So unaenda ku start small na nguvu zako yeah. yeah, nguvu zako zitakupatia pesa, ile pesa ndio utaenda kuanzisha hoteli ndogo. Umesema hoteli ndogo, si ndio? mm, kidogo kidogo, kidogo, kidogo. Sawa mm. Sawa dada Raina, yeah. Mi nakutakia kila la heri uende uh, ukachape kazi vizuri kama unavyosema hard work. yeah. Eh, hard work ianzie kwenye hizi kazi, na umeshasema wee ni mzoefu, ulishafanya mwaka mmoja mm -hmm. Kwa hiyo mi natarajia kwamba hautatuangusha yeah. yeah. Eh, lakini pia ujiendeleze kwenye kusoma eh, elimu haina mwisho yeah. Hata kama ulikutana na changamoto ukaishia form two, lakini jiendeleze sasa hivi kuna Yani, kuna mbinu nyingi za kupata maarifa. Kitakacho kuwezesha kupiga hatua ni kuendelea kutanua upeo upe wako, mm -hmm. brain yako uendelee kuimwagilia mbolea nzuri. Mbolea nzuri ni maarifa sahihi, maarifa ambayo yanampendeza Mungu, ya kujua jinsi ya kufanya vizuri hizo biashara unazotarajia kwenda kufanya, ukifanya, mm -hmm. hivo, unaku, utakuja kuwa a very super business woman sindio? Sindio? Dada Raina, ay, karibu ah, sana aya.